Neema yako iliyoiona siku ya Jumanne ikafunika maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu. Ewe Mungu wa mbinguni, naomba usiniache katika jina la Yesu. Mwanzo mwenzako, mi kamata mikono yake, mimi mkono mmoja na mmoja, mbariki leo. Ni siku ya kubarikiana. Bariki kabisa kwa sauti yako. Haya, muombee mzee. Moja, mbili, tatu. Muombee kwa sauti na atakuombea kwa sauti. Muombee pamoja na watoto wake wake. Naomba tu.